Niliwaahidi hapa tutasaidia kuiwajibisha serikali iwajibike katika suala la tembo. Kwanza pawe na magari ya kutosha ya maliasili, pawe na vifaa vya kuwadhibiti tembo, ndege, nyuki, bunduki, askari wanyamapori wa kutosha. Tembo kama hawasikii ndege, nyuki, kauli mbiu yetu ni ile ile, tembo akija kwenye kijiji, tembo akija kwenye mashamba, tembo huyo afanywe nini? Afanywe nini? Nitaongea na jamaa zangu wa maliasili, watueleze wana kwama wapi, watanieleza. Na kwa wale ambao mashamba yao yameharibiwa nawaripu fidia miwaidi, tutasimamia watu wapate fidia yao na kifuta jasho pale wanapopoteza wapendwa wao. Niliwaeleza kwamba tutavutia wawekezaji Tunduru ili vijana wetu wapate ajira hasa kwenye sekta ya viwanda vya kubangua korosho, usindikaji wa mazao ya kilimo na uongezaji wa thamani wa mazao ya kilimo. Bahati nzuri, neno hili sio la kwangu peke yangu. Rais Samia alipofika Tunduru, ahadi yake ndio ilikuwa hii, na mimi ninawaambia mimi ninazo njia za kupenya na kumfikia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitamkumbusha, Tunduru uliahidi mwenyewe kuleta viwanda. Tuanzie na kufufua kiwanda cha Biasi, hilo nitasema.